Na mtazamaji huku ulimwengu ukiadhimisha siku ya watoto duniani, waziri wa jinsia, utamaduni na huduma kwa watoto Hannah Cheptumo amependekeza marekebisho ya sheria ili washukiwa wa dhulma dhidi ya watoto wafungwe maisha. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa mahakama ya kisasa ya watoto iliyojengwa kwa ushirikiano na shirika moja lisilokuwa la kiserikali mjini Kilifi, waziri amesema kwamba idadi kubwa ya watoto wanaonyanyaswa hufanyiwa vitendo hivyo na watu wa karibu katika jamii. Aidha, kesi nyingi zinakosa ushahidi wa kutosha kutokana na mazingira duni ya kutoa ushahidi. Wakati huo, wito umetolewa kwa serikali na wadau mbalimbali kushirikiana ili kuendeleza miradi itakayorahisisha utoaji wa huduma kwa watoto.

That that healing is for you and that hope can be restored. We have all the three arms of government ziko hapa. Sote pamoja tushikane, multi-sectoral approach tuhakikishe ya kwamba hawa watoto wamelindwa, hawa watoto wamependwa na maelekezo. Na mtazamaji tukiachana